Asalamu As alaikum ulimwengu wa soka ilikuwa mwezi ikawa wiki ikaja siku na sasa bado dakika tu mtanange huo dabia karia ko uanze si ghalibu mzinga wala baraka mpenja bali ni sauti ya kijana mdogo wa miaka kumi Shaziri Rashidi mkazi wa Masasi mkoani Mtwara kikosi cha Simba Sports Club cha leo namba moja, Tim ping kama la Spider-Man namba mbili, Shomali Kapombe Baba Esther kwa upande wa Yanga Africans siku leo namba moja, Jiguidi Ala Sikin Poketa namba mbili. yo kwa Satola Jesh anasoma darasa la nne na anafahamika kwa uhodari wake na umakini mkubwa kukariri vikosi vya wachezaji na kisha kutangaza tana kupitia majukwaa mbalimbali. Habisi ya magoro yamejala kule. Kishi cha kwanza nilivyoanza kutangaza mpira ilikuwa na miaka sita. Nilimwona mtangazaji mmoja ambaye yeye anaitwa Baraka Mpenge, nikamwambia baba na mimi siku moja na, na ndoto kuwa kama ya Baraka Mpenja Junior. Akaniambia unaweza, nikamwambia ndiyo naweza. Akaniambia fanya mazoezi, nikawa nanitangazia, ndo akawa ndio, akasema ndiyo, kama mwanangu, naweza kuwa kama Baraka Mpenja Junior. kwa nini umetamani mpira na sio kitu kingine? kwa sababu mpira ni ilinogea sana, kuanzia kuanzia umri mdogo sana. Ndio mpaka sasa hivi nikasema niwe kama Baraka Mtenja. Na huo ndio ukawa mwanzo wa safari yake hii ya utangazaji ambayo anaiota kila uchao. ndoto zangu baadaye kuwa Baraka Mtenja Junior. mm. yeah. kwa nini Simba na Yanga na sio timu zingine? Kwa nini unapenda kuzitangaza hizo zaidi? Kwa sababu Simba na Yanga ni timu ambazo zinazowatia watu wengi hamasa. Asante Dokta Samia, hakika kwenye michezo mama napiga. Ah, mi timu yangu Taifa Stars. Timu ta yako Taifa Stars? Ona <laughs> <laughs> ndanganya, kweli ni timu yangu mimi, timu <laughs> yangu mimi. Timu hizo mbili zinakelele sana. Utasikia wengine sijui hatuchezi, sijui wengine sisi sijui anatuogopa, nikamwa tu niachene nayo na hizo timu. Kivuli cha fimbo hakimkingi mtu jua. Licha ya umbo lake dogo lakini kijana huyu hupenya na kutumbuiza kwenye majukwaa mbalimbali kwenye masherehe. sherehe tu ndiyo ninavyotangaza nini. Sasa wewe ufikiri, pengine uache kutangaza uwe MC, maana si unaiko kwenye masherehe huko, pata hela? Hapana, apaa eh, siwezi nikaacha kutangaza mm. Je, ni mbinu zipi alizitumia kuwajua wachezaji? Niliwajua wachezaji pale, ngali kikosi kinatambulishwa, baba alikopo anapiga picha nikamwambia baba nipigie. Akishapiga picha ananiandikia kwenye karatasi, ndo kila siku nilikuwa nafanya mazoezi ndo nikawa nawajua. Ulifanya mazoezi muda gani mpaka ukawa ukawakarili wote? Siku mbili. Waswahili husema masikini haendi mkele na hata akienda mkele na kujaza jahazi mchele tele basi hurudi na upele. Kijana Shaziri haamini kwenye msemo huu mimi kama nikishindwa kuwa mtangazaji wa mpira kama niki, nani kama nikishindwa huko mbele baadaye, natamani siku moja niwe kama mchezaji mpira. Kuna wachezaji wananivutia kutoka timu ya Taifa Stars kama Simon Epigodin Suva Bwana Ali Samata na wengine wengi tu. Cha kushangaza, huyu mtoto yani atacheza aingie darasani asiingie darasani mtihani ukija tu namba moja hmm. Yani ukija mtihani tu yeye moja. kutana na Baraka Mpenja hivi sasa, mimi nikakutanisha naye utamwambia nini? Nitamwambia kwanza, nimefurahi kukutana na wewe na ninapenda jinsi unavyotangaza, na siku hiyo nikikutana na Baraka Mpenja nitafurahi sana kwa sababu Baraka Mpenja ni mtangazaji ananivutia kuliko hata au wengine, jinsi anavyotangaza na udambu udambu kama wao Eh. Kipaji chake kikamvutia vikali waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa. ni kipaji cha hali ya juu. Yule mtoto tayari televisheni zimemsikia, kama zina shida ya kupata mtangazaji bora, yuko Miseta Iringa. Hapa ukiona kivuli cha mtu mfupi kinakuwa kirefu, basi ujue ni machweo ima mawio. Licha ya umri wake mdogo, lakini Shaziri anaamini kipaji chake sasa kinachomoza mithili ya jua la asubuhi. Muhammad Nyaulingo, hii ni Habari Weekend. <muchos>